Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa sana. Naomba tumshangilie Yesu kwa makofi mengi. Tungelikuwa tuna muda tungeweza kuimba kidogo, lakini tungesema Bwana ameinuliwa tumuite. Hiyo tutaimba baadaye kidogo.